Usimpe mwanadamu nguvu, usimpe mtu nguvu ya kutawala maisha yako. Niwaambie hivi, Delila aliwahi kuchukua kukata nywele za Samsoni, nguvu za Samsoni zikamwisha, but you know what, nywele zikaota. In the end, nguvu za Samsoni zinarudi tena, anaangusha ukuta. Huwezi kumlaumu Delila, Delila alichukua macho, physical thing. Niwaeleze jambo la ajabu, walipokata nywele, kumbuka Biblia hivi, Mungu alimwambia mama yake Samsoni

wanaweza wakaiba nywele, ukamkazia mtumishi, nimenyolewa nywele. Wewe wakinyoa nywele, tengeneza panki. Mimi nikilala usiku, wananyoa nywele, wameiba nywele. Kuna sababu kwa nini Roho Mtakatifu sio physical. Haitwi holy physical, anaitwa holy spirit. Haitwi holy flesh, anaitwa holy spirit. Kuna sababu kwa nini anaitwa Roho, ili asiibike kutoka kwa mtu. Do you read your Bible? Paulo anasemaje? Nilipokuja kwenu, nilikuwa mdhaifu, nilimwomba Mungu aniondolee mwiba kwa hiyo baba anamwiba lakini ana nguvu ya Roho Mtakatifu na matukio yanaenda kama kawaida. Yes. Na mwiba anao. Tunamshusha Mungu thamani, tunashusha nguvu ya Mungu thamani. Kwa hiyo watoto wa Mungu wanatembea kwa hofu. Eh hey, nitaibiwa nyota, eh hey, nitaibiwa masikio, eh hey, nitaibiwa nywele. Oh, kiatu changu kimeibiwa, oh, ndala imeibiwa. Ah, yaani wapagani waogope kuibiwa ndala na wewe uogope kuibiwa ndala. Wakikuibia, nunua nyingine. Haya, nikuulize swali. Nguo zako zote ulizovaa ukiwa form 3 unazo mpaka leo. Unamjua aliyezichukua. Unajua anafanya nazo nini? Unaona ambavyo tunatishana eh? Yaani, mnajitisha, mnajitisha. Oh, eh, hey, wameiba. Hey, hey, hey. Wameiba gauni langu. Gauni langu moja. Walipoiba tu ile gauni nikaanza kuwashwa, nina washwa. Na shetani anapita hapo hapo. Shetani anapita hapo hapo. Kwa hiyo mnalimagnify, mna mnali mnalikuza. Ninamwambia Mungu nijalie, nikionyeshe kizazi changu nguvu zako. Wema. Nijalie rehema, nikionyeshe kizazi changu nguvu zako. That's all we need mtakeni bwana na nguvu zake sio na ndara zake sio na magauni yake sio na nywele zake sio na kuchazake. kucha zake kucha chukueni lakini bwana na nguvu zake bado ninavyo no, tumishi nilipolala nikaamka nikakuta nywele zangu wamenyoa saluni tunazoenda tukimaliza kunyoa nywele wanakozipeleka mnajua kwa hiyo sasa tusinyoe hiyo ni roho ya uchafu Am I making sense? Knowledge is power. The more you you understand these things you get power vile unavyoelewa hivi vitu ndio vinakuongezea nguvu, vinakuongezea upako, vinakuongezea neema yes. vinakuongezea kibali kutoka kwa Bwana, vinakuongezea hatua na kasi yes. Hebu ondoa hiyo kitu mwaka huu. Mwaka huu ukiona mahali wamekunyoa nywele, naenda kapige para wake. Up people, ni nguvu za Roho Mtakatifu ndo zinatenda kazi. Nguvu za Roho wa Mungu ziko kwenye maisha yako yes. Yesu akasemaje? Si kazi yenu kujua majira wala nyakati ambazo Baba ameweka kwenye uwezo wake. yes. Bali ninyi mtapokea nguvu <laughs> mnataka matokeo? Mtapokea nguvu akishakuja juu yenu, nani? Roho Mtakatifu. The biggest prayer you can pray, holy spirit please feed me, Fill me papa with your holy spirit Mtakatifu. yes. Nijaze na nguvu zako, nijaze na nguvu za Roho Mtakatifu wako.